Kocha mpya wa Yanga ni mtaalamu wa sayansi na soka la vijana, amewahi kung'amua vipaji mbalimbali. Ni maneno ya mdau mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania, ambaye ameweza kufunguka muda mfupi baada ya klabu ya Yanga kuweza kumtambulisha kocha wao Pedro Gonzalez ambaye kocha huyu ameelezwa kwamba alishawahi kuamua vipaji vingi zaidi hapa duniani lakini kutokana kutoka kwenye zile timu ambazo ashawahi kuzifundisha. Kwa mjibu wa mdao anadai kwamba kama mlivyosikia Pedro Mleno huyu ndiye katambulishwa kurithi mikoba ya min, minuno Fozi, na huyu jamaa sifa yake kubwa ni mzee wa project, yani ukimpa okay, mipango basi mpe uvumilivu na matokeo chanya huwa yanakuja mbeleni amewahi kuwa mng'amuzi wa vipaji kwa huko katika klabu ya Sporting CP katika kituo cha kulelea vipaji kati ya eh, mwaka elfu mbili hadi mwaka elfu mbili kumi na tano kwa upande wa Afrika. Hapa kaja mwaka elfu mbili na kumi na tano akaifundisha timu ya Primeiro de Agosto ya Angola hadi mwaka elfu mbili na kumi na nane. Mwaka huo chama cha soka cha Angola wakabuni mradi wa maendeleo ya soka nchini humo na wakamkabidhi huyu jamaa mradi wa vijana chini ya miaka 17. Baadaye akapewa kufundisha pia timu ya chini ya miaka ishirini kabla ya kupewa ile timu ya wakubwa mwaka 2019 akadumu hapo, kabla ya kufutwa kazi mwaka huu. Kaacha alama kubwa katika miradi kadhaa ya maendeleo katika soka la Angola, ni maneno ya mda huyo ambaye ameweza sifa za kocha huyo mpya ambaye ametangazwa na klabu ya Yanga kuja kuchukua mikoba ya aliyekuwa kocha wao, Roman Fozi, kwa mjibu wa taarifa ambazo zimetolewa, kutokana na matokeo mazuri ambayo alishawahi kuyaonyesha kwenye vilabu tofauti tofauti ambavyo ameweza fundisha basi, ikawa na msukumo mkubwa zaidi kwa klabu ya Yanga kuweza kumchukua kocha huyo ili aje kukinoa kikosi hicho ambacho kwanza kinakabiliwa na mashindano takribani matatu. Mashindano makubwa kabisa ni ya klabu bingwa barani Afrika lakini mashindano mengine ni NBC Premier League na mashindano mengine ni kombe la shirikisho la Tanzania maarufu kama NBC. Hayo yote atatakiwa kuja kuyang'amua, lakini kuwafundisha ili waweze kuchukua mataji na kutoa au kufika mbali zaidi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika akiwa na kikosi cha Yanga African.